Sana okay. vya kula na kesho. Eh, bwana e Gody Yanga Eh, hey. E, mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini mechi zinaendelea, mmekuja hapa uwanja wa KMC mmemtandika mpinzani wenu Simba. Tumemtandika Dunduka. Yeah, I don't know. <laughs> kwanza tuambie yeah. mlikuja na hasira kiasi gani? Ah, uh, kwanza tuna furaha uh, wana Yanga, kwa sababu madunduka huwa tunawasaka popote, si tuwashenyinte tu. Ndio raha yetu. Yaani, haijalishi tunacheza na Simba wa aina gani, awe Simba wa kike awe Simba wa kiume, awe Simba mdogo, awe Simba mzee. Sisi tunachojali ni kwamba kama tunacheza na Dunduka, huyo kazi yetu ni kumuweka. Ndio no, timu tunayo enjoy kuifunga mara nyingi. Na msimu huu kama kuna kitu anapaswa kukishukuru sana, ni kushukuru kwamba hii Young Africans ya kike hii, ambao wanaiona hapa Yanga Princess. Uh, kwanza mechi hii tumecheza tukiwa na majeraha wengi zaidi wachezaji wanne watano, ambao walikuwa majeruhi et ya kuwepo nemapo hajacheza. Yani, kuna watu kibao wa maana hawajacheza kwenye mchezo wa leo, lakini kubwa kuliko lote, hata ambao walikuwa wafiti, libidi Edna Mourinho atumie akili ya ziada ya ukulungwai. Ujue mkulungwa e mtu kazi n, mara ya kibao nimemnukumu mwalimu Yanga, anasema Edna Lema ndio mkufunzi wa walimu wote. Sasa hivi tunachosubiri ni ya wanaume sasa kipigwe. Wanaume tunasubiria. Si mechi shamaliza tunakusubiria, ndio hii asare, ngoja nikuulize. Sisi tumeanza kukanda timu ya vijana miaka 17. Mechi unajua imechezwa wapi? Mechi imechezwa Kigamboni, Kigamboni eh, mechi pigwa Kigamboni, waulize watoto wa kiume wale madunduka, wamekula rungu zao mbili mapema. Tukaenda kucheza ya under 20 hapa KMC, wamekula chuma. Tukamaliza under 20, wakaja mademu wale, raundi ya kwanza ya ya, ya, ya Ngao ya Isani, wakala chuma. Wakaja madunduka wa kiume, Ngao ya Isani, wakala chuma. Tukaja tena ligi ya wanaume, wakala chuma raundi ya kwanza Tumekuja hapa raundi ya pili ligi ya wanawake wamekula chuma. Hata tunakanda kila siku tunacheza na nani? Bodi ya nini? Ee, tena hiyo bodi kamkumbe kamkumbe, si ya nini? Sisi tunataka bodi ya kamkumbe kamkumbe, si wale wenyewe kazi yao ndio ile, walobakiza wamevurunda, kujiuzulu wataki. Hapa anajitokeza mtu eti kiongozi wa mpira. Sisi hatuchezi, hatuchezi, hatuchezi, hatuchezi, hatuchezi, hatuchezi Mwezi wa Ramadhani huu. Watacheza wenyewe. Sisi tumaliza dabi, yaani dabi ya mwisho ndio ilikuwa hii. Waje waakanyage, tukanyage Eh, kama alikuwa anaweza, alikuwa anaitaka dabi. Dabi sana maji. Watu wanasema mtu atashuka daraja sasa sisi kushuka daraja wewe unaogopa. Kwani sio kushuka daraja. Sisi hata tukiamua kuitoa timu ligi kuu tunaenda ligi nyingine tunaweza. Kwani tunashindwa. Wewe ni kuuliza swali. Alirali huyo mdu anacheza ligi gani? Yuko wapi? Mauritania. Kwao. Sio kwao. Sio kwao. Ndio maisha yanaenda hivyo ya mpira. Barcelona mwenye anataka kutoka ligi ya Spain anataka kucheza ligi ya Marekani wewe kusikia? Yaani hivyo vitu vya kawaida. Sisi mechi hatuchezi na kama wao wanajiona wamba watushushe daraja yangafika pale ile pale ile pale ile pale waambie waishushe, kama kweli wao vidume, tumeweka pale TFF pale. Sikiliza, ngoja nikwambie kitu mjomba. Sawa, huu mpira sio wa Leskaria wala sio wa Kalimboimanda wala sio wa Mguto. Huu ni mpira wa Tanzania, na pale panaitwa Tanzania Football Federation, shehe wangu. Hapa hii tukalia Football Federation, pale yeye kaja aliwakuta wenzio walitangulia, akinatenga wamekuepo pale, wakina Jamali Malinzi walikuepo pale. Na yeye yupo kwa muda wake, na atangoka atakuja mwingine. Ni issue ya uchaguzi Kasi tu haji, yani asituchukulie poa wana Yanga yeah. Sisi tunasubiri hiyo yeah. Bodi yake na watu Kasi wake hasa makendo katoka akaja kutoa kauli ya bodi mm. Si umeelewa kauli zake mm, za juzi si tumezisikiza? Kwanza mtu mzima afu tunamheshimu, tunamrespect, lakini kwa alichokifanya juzi kutujibu namna ile ah, wala situombe radhi, yes, mwamba aendelee na uamba wake, lakini TFF sio ya mtu mmoja, ile ni Tanzania Football Federation. Yanga Afrika ipo na itaendelea kuwepo, kaikuta kwenye ilamani ya soka hajazaliwa akaikuta Yanga Afrika kwenye ramani ya soka, na ataondoka na ataiacha ata Yanga mwishu kwenye ramani ya soka faida sana za rais faida gani? ndo endokametapakone ye ndokametazi, msiushusie thamani. Ngoja kwanza, wewe unamjua injiniasi unamjua Garibu Said Mohamed anasajili wachezaji kutoka hapa anatumia bei gani? Yaani si tupate makombe kwa ajili ya quality, uh-huh. Player mtuambie yule ndo atubebea timu anabeba timu kwa lipi? Lugha mbovu kabisa. Kwa hiyo, katika lugha ambayo amewai kuikosea Yanga Afrika ni hiyo. No, no. Aenda kujenga kiki, kiki, kiki, kituo cha michezo hmm. Tanga kwao kule, timu inayofaidika ndo anawajengea viwanja hichi cha leo kwanza, kidogo ndo maana nakwambia sinjali. Hivi wewe si Simba, ili ya kiume tuwapunge moja bia, wale wale madunduka wa kiume Si tu wafunge moja bila. Unaona vyuma vinaondoka hivyo. Unaona vyuma kashata. Sana mwanetu achenini golinigoni hiyo ndio stika wa boli kawaua yule ha? Pa kila mechi anafunga. Tunamwanzisha yule. Hapo sisi wanatuzulumu. Shekaninye mjui. Ngoja nikwambie. Umeona ile ligi wanake? Sisi tulistahili kuwa mabingwa. Hii ligi wanake? Raundi ya kwanza sisi wachezaji wetu haifanywa mwanyima vibali, hawa kina Jenini hawa, wamenyimwa vibali hawa raundi ya kwanza sisi, tumekaa nao Tanzania, tumwalipa mshahara, hawachezi hawa kina Jenini hawa kina Alaga, shote walikuwepo tangu raundi ya kwanza, hawajacheza ligi, wanakwenda raundi ya kwanza. Ndio maana sisi raundi ya kwanza tulikuwa tunatoa sare nyingi nyingi. Raundi ya pili, baada ya vyuma kuruhusiwa kucheza, angalia kila mtu anayeta timu mpaka. Samia Cup tumeondoka nalo Samia Cup, kwa mama Samia kaanzisha kombe tu yapita nao yanaahasa ya ya kule kikeni wamesha kwama kutuzulumu kombe, wanataka kufaulu kiumeni. Kwa hiyo sisi nadhani hivi Yanga Afrika wanafikisi watu, watu walikuwa wanajadili andiko la Arafat ya asubuhi. Kuna kauli moja alimalizia, ogopa sana maji ambayo yametumia, ogopa sana eh. Arafati aje sasa, yule ni e, kiongozi na, okay. Sisi ndo tumempigia kula tukamkabidhi timu, yani sisi ndio maana nakwambiaje, sisi ndo wanachama wa Yanga, yani sisi tunalipa ada zetu, unajua nyinyi mnaongea, mnajua mnaongea na tukamkumbekamkumbe Lazima nitembee nayo, ndugu yangu hii hapa ya kwangu mwenye umeona hii kadi iko yeah. Hai ya wanachama, sisi ndio wamiliki wa Yanga Afrika Sari. Wenye Yanga yetu tukisema tumesema. Rais wa klabu ya Yanga kama saa hizi inawezekana kuita mkutano wa dharura. Tuite, tukupe maamuzi, lakini sisi hatuchezi na tusione timu ya Yanga Afrika inaenda pale Benjamin Mkapa kucheza na makolo ligi raundi hii msimu huu. Kwanza kuambia mashabiki yani, kama wanaweza kutushusha daraja watushushe tu mapema tu yani, kama wanaweza kutufukuza kwenye nchi watufukuze tu. Hatuchezi, hatuchezi, hatuchezi. Mnaogopa, mnaogopa nani? Hata kama mnaogopa mtu kama chuma mara nne mfululizo yule akumuogopa yule. Unaona hapa sisi tukisema tunakuja, utasikia wanavyobadilisha kauli. Nakwambia mimi hapa yeah, tukisema siku yeah, tunaleta timu tutwange nao yeah, watabadilisha kauli watakwambia kanuni zifanye kazi, sio alizingua wapewe alama, wewe utaona. Uh -huh. Hapa Wansi. Saisi wanapiga papala yeah, yeah, lakini tukisema sisi yeah, tunakuja, tunakuja. Ay, hapa tumesema hatuji, kwa sababu washavunja kanuni, wanatuzoea. Hatutaki mazoea, sina ha, nataka mpira wafanye kazi. Hatutaki mazoea, mjomba. Watu wamelipa nauli zao, wametoka Marekani, wametoka wapi, hapa, nani anarudishia nauli zao? Wametoka Marekani, wametoka wapi, wamekuja hapa hapa, nani anarudishia nauli? Unajua hasara iliyopatikana pale, shehe? Hatuwezi kuwasumbua watu wetu wanachama, tiimwawahidi njoeni mpira tarehe nane. Si ndio wenyeji wa mchezo, lafu wamekuja pale pale. Watu wanatuzoea, mnatuzoea, mnatuzoea. Eh. mnatuzoea tumeleta watu kutoka mataifa mbalimbali, ni mwezi kujua mtu anapiga kelele tu. Wewe nafikiri kwa mjumbe wa kafu saa hizi ndio tayari unajiona tayari umemaliza, sheh, haujamaliza bado, umepata ujumbe kafu, kwa sababu ya tujikite kwa moja, sio kuingia Afcon, kuingia atuambia nini wewe? Si tuna hapo kwanza, sio, na watu tunaumia, hujui wewe, tuachie.